Na mtuelekee kaunti nambari mbili, ambapo gavana wa Kwale Fatuma Achani amezindua mabwawa mawili ya maji ya Naserian na Kasemeni katika eneo la Lungalunga. Miradi hiyo miwili ni miongoni mwa miradi inayoweza kukabiliana na changamoto za ukosefu wa maji katika kaunti ya Kwale kwa jumla. Miradi hiyo imetekelezwa kwa ushirikiano baina ya serikali ya kaunti na wakfu wa shirika la Saidia Kwale. Hadi kufikia sasa, serikali ya kaunti imechimba mabwawa zaidi ya sitini. Tunatengeneza industrial park pia, pale patakuwa na mahali ambapo value chain ya pilipili itakuwa hapo pia, kwa hivyo hii pilipili mna sio mrefu tukianzisha tu hiyo pilipili naye atakuwa na soko kwanza. Na pilipili tunaumwa, hatuna maji. Maji ndio hii tunaumwa, watoto wetu wanapata utapia mlo kwa sababu ya kukosa madini ya iron. Leo iko spinach hapa, it is rich in, imejaa iron na mboga iko hapa. Wakati tumeletwa hii miradi hatukulala, tunakuja hapa tunalima, wengine wajui hata kushika jembe, lakini ame kamilika kushika hiyo jembe ili na sisi tupate miradi, kwa sababu watoto walikuwa hali yao sio nzuri. Ukienda unaambiwa nenda kamnunulie mboga. Saa hii hatununui mboga.